Ni kwamba Rais William Ruto hii leo atahudhuria sherehe za jamii ya Waluo katika kaunti ya Migori. Sherehe hizo za Piny Luo zimeleta pamoja jamii za Waluo kutoka Kenya, Uganda, Sudan Kusini na hata Ethiopia kusherehekea utamaduni wao. Sherehe hizo zinafanyika kwa mwaka wa sita na ziliasisiwa na marehemu Raila Odinga. Rais ameanza kwa kuzuru miji kama Rongo na kushuhudia tamasha tofauti pamoja na miradi ya maendeleo inayofanywa katika kaunti ya Migori. Karibu sana Mheshimiwa Rais, hapa Senye Beach, Muhuru Bay, Migori, wapi? Makofi na vigelegele, Piny Luo ya kushindana kwa waendeshaji boti, kaunti ya Kisumu. Very much governor. Asante Governor James Agri Orengo. Basi Mheshimiwa Rais, tunaanza mieleka na Kisumu, ndiye huyo, na Braxton kutoka Migori basinyi kwaromo gi ejwang' wadhi achi, achiel kachiel kata ng'ano mochamo mogo omiyo osechakore jodalawa migori oye, migori oye, <tipa> <tipa>, <tipa>, hey. uneno kaka wuod migori man wapani tugo gi chapat kendo ka oloch mararie